Katika historia ya Misri ya kale hakuna jina lilovutia watafiti wengi kama lile jina la farao Tutankhamun, au maarufu zaidi kama King Tut. Ingawa alitawala kwa muda mfupi tu, kaburi lake limebaki kuwa miongoni mwa magofu muhimu zaidi yaliyowahi kugunduliwa na pia chanzo cha simulizi iliyotikisa dunia kuhusu kitu kinachojulikana kama laana ya farao. Tutankhamun aliitawala Misri takribani mwaka 1332 kabla ya Kristo, akiwa na umri wa karibu miaka 9 pekee. Alipokea kiti cha enzi kipindi ambacho Misri ilikuwa imetoka katika mabadiliko makubwa ya kidini chini ya utawala wa baba yake wa kambo farao Akhenaten aliyekuwa mimondo wa mungu mkuu Amun na kuanzisha ibada ya mungu mmoja aitwaye Aten. Tutankhamun akiwa bado mdogo tu, alirudisha ibada za kale na kuunganisha upya makuani na taifa kwa jina la Amun, jambo lililomfanya apendwe na watu wengi. Lakini utawala wake haukudumu muda mrefu. Hata hivyo, kwa mujibu wa rekodi za kihistoria King Tut alifariki akiwa na umri wa miaka 18 pekee. Sababu halisi ya kifo chake imekuwa kitendawili kwa karne nyingi. Watafiti wa kale waliamini kwamba Tutankhamun aliuawa, wakitazama jeraha lililokuwa nyuma ya fuvu lake kama ushahidi wa shambulio hilo. Baadaye teknolojia za kisasa kama CT scan zilionyesha kwamba jeraha hilo lilitokea baada ya kifo labda wakati wa mchakato wa mummification yani uhifadhi wa maiti kwa njia ya Misri ya kale. Uchunguzi zaidi ulionyesha kwamba alikuwa na mguu ulioharibika vibaya, lakini pia aliteseka kutokana na degedege, hali ambayo kwa mujibu wa wataalamu wanasema inaweza kuwa ndiyo chanzo cha kifo chake. Miaka maelfu baadaye, mnamo mwaka 1922 Mwanakiolojia kutoka Uingereza Howard Carter akiwa na mfadhili wake tajiri Rodi Carnarvon, waliligundua kaburi lake katika bonde la wafalme, yani Valley of the Kings huko Luxor, Misri. Tofauti na makaburi mengine ya kale yaliyokuwa yamechoka kabisa, kaburi la King Tut lilikuwa bado limefungwa vizuri. Ndani yake kulipatikana hazina kubwa ya dhahabu Vito, sanamu na vifaa vya kifahari vyote vikihusishwa na heshima ya kifalme. Kati ya vitu hivyo, kulikuwa na sanduku la dhahabu safi lililohifadhi mwili wa mfalme umefungwa kwa uangalifu ndani ya tabaka kadhaa za majeneza. Uzuri na utajiri wa kaburi hilo uliashiria ukuu wa Misri ya kale, lakini pamoja na hayo, ulianza pia kuibua hofu kubwa. Muda mfupi baada ya kaburi kufunguliwa tu, taarifa zilianza kusambaa kuhusu misiba ya ajabu iliyopata wale watu waliokuwa sehemu ya uchimbaji huo. Na mwezi Machi mwaka 1923, Lord Carnarvon, mfadhili wa uchunguzi huo, alifariki ghafla kutokana na homa kali iliyosababishwa na jeraha dogo alilolipata usoni. Wakati huo huo umeme ulizimika katika jiji zima la Kairo dakika chache baada ya kifo chake, jambo lililotafsiriwa na wengi kama ishara ya miujiza. Ndipo magazeti makubwa duniani kote kipindi hicho yakaandika, wote waliovunja au kuharibu pumziko la farao watakumbwa na mauti, na kuanzia hapo mfululizo wa vifo vya ajabu ulifuata. Mmoja wa watafiti aliyeshiriki kulifungua jeneza hilo alifariki dunia kwa maradhi ya damu. Mwingine alikufa kwa mshtuko wa moyo bila dalili yoyote. Na ripoti zikataja zaidi ya watu ishirini. Na ripoti zikataja zaidi ya watu ishirini walipoteza maisha kwa hali zisizoeleweka ndani ya miaka michache baada ya ugunduzi huo ingawa Howard Carter mwenyewe aliishi zaidi ya miaka 16 baada ya ugunduzi huo, simulizi ya laana ya Farao ilikuwa tayari imejengeka kwenye fikra za watu wengi duniani. Watafiti wa sasa wamejaribu kutoa maelezo ya kisayansi kuhusu vifo hivyo. Baadhi wanadai kwamba kaburi hilo lilikuwa na bakteria na ukungu wa hatari uliokuwa umefungwa ndani kwa maelfu ya miaka na kwamba uvutaji wa hewa hiyo ulisababisha magonjwa makali kwa walioingia ndani. Wengine waliona kuwa vifo hivyo vilikuwa bahati mbaya tu, kwani wengi waliokuwa sehemu ya uchimbaji waliendelea kuishi maisha marefu bila madhara yoyote. na pamoja na maelezo hayo ya kisayansi, simulizi ya laana hiyo iliendelea kuaminiwa pia, hasa kutokana na maajabu ya matukio ambayo yalitokea kwa ukaribu mkubwa wa muda na uhusiano wake na kaburi hilo. Leo, zaidi ya karne moja tangu kaburi lake ligunduliwe, King Tutankhamun amebaki kwa nembo ya ustaarabu wa Misri ya kale. Mabaki yake yamehifadhiwa kwa uangalifu mkubwa, na baadhi ya hazina zake zinasafirishwa mara chache kwa maonyesho maalumu duniani. Ugunduzi wa kaburi lake ulisaidia sana kuelewa maisha, dini na utamaduni wa Misri wa kale, lakini pia uliibua mjadala usiokoma kuhusu mipaka kati ya sayansi, imani na heshima kwa wafu. Kifo cha King Tuti na simulizi ya laana ya kaburi lake vinabaki kuwa hadithi mbili zinazounganisha historia na fumbo. Kwa upande mmoja ni ushahidi wa ustaarabu ulioendelea zaidi ya miaka 3000 iliyopita. Kwa upande mwingine ni ukumbusho wa jinsi mwanadamu anavovutiwa na mambo yasiyoelezeka. Na labda laana ya farao haikuwa tu laana ya kweli, bali ni onyo la kihistoria kwamba si kila siri inapaswa kufunuliwa bila heshima kwa walioitangulia. Mimi naitwa Ananias Edgar.